Siku ya Mashujaa. Radio Maria Kenya, Nairobi. Leo tarehe 20 Oktoba, Kenya inasimama imara kusherehekea siku ya Mashujaa, siku ya heshima, kumbukumbu, kumbu, na shukrani kwa wote waliopigania uhuru, haki na utu wa mwanadamu. Ni siku ya kuenzi wale waliotutangulia vitani, waliolala katika mapambano na wale wanaoendelea kujitoa kila siku kwa ajili ya nchi yetu na jamii zetu. Historia ya siku hii inaanzia mbali wakati wa mapambano dhidi ya ukoloni. Wakenya walijitolea kwa ujasiri kupigania ardhi, uhuru na heshima. Majina kama Dedan Kimathi, Mekatilili wa Menza, Tom Mboya, Pio Gama Pinto na film Masho Mdhoni Kirima yanabaki milele katika historia yetu kama nguzo za ushujaa. Lakini pia kuna mashujaa wasiojulikana, wale mama, akina baba, vijana na watoto waliochangia kimya kimya katika kuijenga Kenya huru na yenye matumaini. Lakini leo tunaposherehekea mashujaa wa taifa Radio Maria Kenya Nairobi inatambua na kuenzi mashujaa wa leo, wale wanaoishi kati yetu. Mashujaa hawa si lazima wawe vitani au bungeni. Mashujaa wetu ni wale wanaoamka kila asubuhi kwa maombi, wanaoweka familia pamoja, wanaotangaza imani, upendo na matumaini, na wale wote wanaohakikisha kwamba Radio Maria inabaki kuwa hewani na watangazaji wake wanabaki kufanya kazi ya kutangaza Injili. Katika Radio Maria tunasema kwa sauti moja, msikilizaji wetu ndiye shujaa wetu. Wewe unayesikiliza sauti hii ukiwa nyumbani, kazini au barabarani wewe ni sehemu ya familia kubwa ya mashujaa wa imani. Wewe ni shujaa unapochangia maombi, unaposaidia jirani, unapoweka amani pala ambapo kulikuwa na mgawanyiko. Wewe ni shujaa unapobaki na matumaini hata katikati ya changamoto. Na hivyo katika sherehe hizi za Mashujaa, Radio Maria Nairobi inapendekeza kuadhimisha siku hii kwa kutoa nafasi kwa mashujaa wa imani kusimulia hadithi za watu wa kawaida wanaofanya mambo makubwa kwa upendo, kuendesha vipindi maalum vya shukrani na maombi, tukimkabidhi Mungu taifa letu na mashujaa wote wa jana, leo na kesho, kutoa wito wa amani, upendo na umoja, maana mashujaa wa kweli hujenga, si kubomoa. Leo tunasema: kwa damu, jasho na machozi yao walijenga taifa. Kwa imani, upendo na huduma tunalilinda taifa, na kwa maombi tunaliweka mikononi mwa Mungu. Kwa niaba ya Radio Maria Kenya Nairobi, tunawatakia wote siku njema ya Mashujaa. Uwe shujaa wa imani, wa matumaini na wa upendo. Tuungane kwa sala. Ee Mungu wa rehema na upendo, tunakushukuru kwa zawadi ya taifa letu la Kenya na kwa mashujaa wote waliotoa maisha yao, nguvu zao na wakati wao kwa ajili ya amani, haki na umoja. Tunakukabidhi mashujaa wa jana waliopigania uhuru, mashujaa wa leo wanaojitolea kwa huduma na mashujaa wa kesho vijana wanaotafuta njia ya haki na kweli. Ee hey Bwana, bariki kila Mkenya awe shujaa wa amani, mwalimu wa upendo na shahidi wa imani. Tujalie moyo wa kujituma, moyo wa kusamehe na moyo wa kushiriki furaha yako kwa wote. Tunakuomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. na hivyo mpendwa msikilizaji wa, wa Redio Maria Kenya Nairobi, tunafika mwisho wa makala yetu makala maalum kutoka kwenye meza ya makala maalum kuhusu siku ya mashujaa. Leo tumetafakari historia yetu, tumewakumbuka mashujaa waliotutangulia, na tumetambua mashujaa wanaoishi kati yetu, wale wanaopenda, wanaotumika na wanaoendelea kusali kwa ajili ya Kenya iliyo bora. Kama Redio Maria Kenya Nairobi tunasema kwa moyo wa shukrani, asante wewe, msikilizaji wetu, shujaa wa imani, kwa kila maombi unayotuunganishia, kwa kila sadaka unayotoa, kwa kila tabasamu na neno la faraja unaloweka katika dunia hii. Wewe ni sehemu ya kazi ya Mungu. Leo tunapoendelea kusherehekea mashujaa wa taifa, tukumbuke kuwa Shujaa si lazima awe na silaha au cheo, bali ni yule anayejitolea kwa upendo, anayesamehe, anayesali na anayeishi kwa matumaini. Ee Mungu, ibariki Kenya yetu, zibariki familia zetu, viongozi wetu, na mashujaa wote wa taifa hili. Tuwe wamoja, tuwe wanyenyekevu, tuwe vyombo vya amani. Kwa niaba ya Radio Maria Kenya Nairobi, mimi ni Shamba wa Shamba nikikutakia siku njema ya mashujaa, yenye baraka, amani, upendo na shukrani. Asante kwa kusherehekea nasi hii siku ya mashujaa hapa Radio Maria Kenya Nairobi. Kumbuka kila siku unapopenda, unaposaidia, unapoweka imani yako kazini, wewe ni shujaa wa kweli. Tunakuletea maombi imani matumaini. Endelea kusikiliza Redio Maria Kenya Nairobi, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Tunakuletea maombi, nyimbo za kuelimisha na kuburudisha, imani, matumaini na habari njema kila siku. Ungana nasi kila siku ya wiki kusikiliza sauti ya Mungu ikinena kwa upendo kupitia wimbi la Redio Maria Kenya Nairobi. Radio Maria Kenya Nairobi, sauti inayobeba imani, sauti inayojenga upendo, sauti yako, sauti ya mama Maria. Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Kwa niaba ya Radio Maria Kenya Nairobi, tunawatakia wote siku njema ya mashujaa. Uwe shujaa wa imani, wa matumaini na wa upendo na hivyo mpendwa msikilizaji wa, wa Radio Maria Kenya Nairobi, leo tumetafakari historia yetu, tumewakumbuka mashujaa waliotutangulia na tumetambua mashujaa wanaoishi kati yetu, wale wanaopenda, wanaotumika na wanaoendelea kusali kwa ajili ya Kenya yenye ubora. Wewe ni sehemu ya kazi ya Mungu.